Karibu Mpapai Digital. Ili uwe kwanza kupata video zetu, tafadhali tunaomba usubscribe, lakini pia usisahau kulike na kushare. Asante. Meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba akiweza kutanabaisha kila ambacho wanakifil kuhama hama viwanja. Kumbuka Simba zamani ilikuwa kutumia uwanja Benjamin Mkapa kama uwanja wao wa nyumbani, lakini msimu jana wakalazimika uh, kutumia uwanja wa KMC complex uh, kutokana na uwanja huo uh, kufanyiwa karabati, lakini msimu huu pia wakarejea Benjamin Mkapa na taarifa zinasema uh, kwa Uh, wanatakiwa kutumia viwanja vingine kutokana na uwanja huo uh, kuweza kutumiwa kwa mechi za kimataifa sambamba na mechi za timu ya taifa. Hivyo uh, Simba wamesema watatazama kama wanaenda Major General Samoyo ama wanaenda uh, katika uwanja wa KMC complex, lakini linawaumiza sana uh, kutokana na kuhamahama, na akaweka hapo na mithali nguo ya kuazima haistiri, ndio eh, eh nguo ya kuazima haistiri kwa hiyo anatakiwa kuwa na ya kwao ah, kwa eh, na watu wakauliza mzabuni kwa maana mwekezaji kwa upande wa jezi. Wakati anaingia mkataba wa miaka mitano mm. alitoa ahadi kwa mashabiki wa Simba, kwa maana katika kipindi hiko ataweza kufanya uh, maendeleo ya miundombinu ikiwemo uwanja, ofisi uh, kwa maana makazi rasmi ya klab. Sambamba na kuwanunulia basi uh, la kisasa wachezaji kwa ajili ya kusafiria. Na alipoulizwa Ahmed, amesema ahadi hiyo huenda isikamilike kwa wakati kutokana na changamoto ya jezi feki. Hii inaingiliaje? Kwa sababu ukitazama uh, shida hiyo imekuwa tangu na tangu, wakati anatoa hizo ahadi hakufahamu kuna changamoto hiyo. Uh, kuna msemo mmoja maarufu sana wa Kiswahili mm, unasema njia ya muongo ni fupi. Ni <laughs> msemo mzuri sana kwenye hili jambo. Nakumbuka wakati unatangazwa ule mkataba unahitaji wa fedha nyingi sana, tunazungumza almost bilioni 35, ambazo 38 zilivyogawanywa mm, yes, gawanywa, gawanywa. <laughs> Tulikuja kupewa ahadi nyingi sana na mimi nakumbuka nili question vitu vingi sana kuhusiana na, na, na, na ule mkataba ikiwemo swala la ujenzi wa uwanja. Nakumbuka perfectly kama nili question, mtu anakuambia na kujengea uwanja kwa bilioni moja na wewe unashangilia unaona ina make sense, ilikuwa ina make sense. Leo amedali amekuja kutupa kile ambacho nilisho kuzungumza hapo nyuma. Leo unaambiwa kwamba asipouza ndio zile ahadi zitapeperuka. Akiuza, zitakuwa ngumu kutekelezeka. Akiuza yes, mm, zile ahadi ndizo zitatekelezeka. Sasa unajiuliza, turudi kwenye summation ya mkataba wao bilioni 38 waliotuambia bilioni 38 walioitangaza, ni fedha zipi sasa ambazo wao watazigain, ni fedha zipi ambazo zitakuwa termed kama ahadi iwapo huyu mtu atafanikiwa kwenye mauzo yake. Kwa hiyo hivi vitu uh, kwangu ni kivipima, naona kabisa vi make sense, naona kabisa ni vitu ambavyo uh, haviingii, kwa sababu waliisha kuja na mkakati wa namna ambavyo ile bilioni 38 inagawanywa, na no. kwamba auze asiuze, kuna vitu atavitekeleza ndani ya mkataba ambao ulisainiwa na wananchi wakaambiwa. Kwa hiyo kama haikuwa hivyo basi, hii ni nafasi nzuri sana ya watu kuombwa radhi, watu kuambiwa ukweli kwamba jamani, haikuwa vile ambavyo tulisema hapo awali, bali usahihi wa ile taarifa ni huu hapa kwamba atakamilisha ahadi hizo iwapo tu atauza jezi ambazo watu wanatakiwa kuzinunua. Kwa hiyo hii inaweza ikatumika pia kama lesson kwa viongozi kwa mm. sababu, narudia tena, Waswahili wahenga walishaweka huu msemo vyema sana, njia ya mwongo ni fupi. Sasa hivi hakijapita hata kipindi cha miezi sita tayari excuses zishaanza kwamba ahadi itatimilika hivi ahadi itatimilika hivi. Wiki mbili zimepita, usi usi, usizungumze usi kwa namna hiyo ama hmm, kwa uh, muktadha huo, so, kwa sababu pia uh, kuna muda mrefu hmm, katika mkataba wa miaka mitano uh, uzuri, uzuri wa Star nakukumbusha tena mm, wiki tatu hazijavuka tangu huyu ambaye uh, ndo na namdhabuni no wa hitenda uh, alisimama kwenye vyombo vya habari akawaahidi kwamba jamani, Januari naleta mchezaji. Alikuwa very clear mm. pale hakusikika akisema mpaka niuze jezi, hakusikika akisema mpaka sijui msi jezi fake zikitokomezwa mtaani. It was something ambayo alikuwa anaongea full of confidence, meaning wana Simba wao hawataki excuse, wao wanataka kuona ahadi walizoidiwa zinatimilika. Kwa hiyo kama ahadi hizo hazitotimilika, tuje hapa tuulizane, nani atakuwa answerable je utamhoji mwana Simba, kwa sababu utamwambia ahadi ABC haijatimilizwa, kwa sababu hujanunua wa jezi? Ama atahojiwa mdabuni kwamba ulituahidi ahadi moja mbili tatu, hujazitimiza? ama wataulizwa viongozi kwamba viongozi, mlisema kwamba nyie kwenye mkutano kwamba huyu mtu ataleta vitu fulani, hivi vitu havijatimilizwa? Kwa hiyo hapo unakuja kuangalia stara jibu hapa. Simba anatokiwa atuletee kwamba jamani, zisipotimizwa zile ahadi, watu wako answer kwa hicho alichokiongea medali, by the way ni sawa na kuambia wanasimba kwamba jamani, zile ahadi mkiona zijatimia, mjue nyiye ndo mnalawama. Kwa nini hajasajiliwa mchezaji mwenye X factor? Kwa nini hajasajiliwa halijaletwa al, basi? Kwa nini ofisi hazijajengwa? Kwa nini sijui ahadi uh, gani nyingine alizozitoa zijatimiwa? Kwa hiyo hapa <coughs> fault ama blame wanarudishiwa wana simba which is not right, kwa sababu hawa watu wao mlisha waweka kwenye mazingira ya kuwa comfortable na mkataba mliwatangazia. Hawa watu wao wana expect sasa hivi maji kuflow kwenye njia yake, kwamba nyie mlishasema X factor. Bahati mbaya sana hata kocha aliyepita naye, kwenye mara kadhaa akinukuliwa, alikuwa anagusia vitu kama hivi, kwamba mimi nishaambiwa naletewa mchezaji mwenye X factor na bwana Jayruty haikuwa tena hapo, tutakuletea mchezaji mwenye X factor iwapo tutauza jezi au iwapo sijui tutafanya nini. Mauzo ya jezi obviously, tuna expect ibaki faida, baada ya huyu mtu kuwekeza kwamba nawekeza fedha yake ya labda bilioni moja na iwekeza kwenye timu, yeye ndiye atakayejua na generate vipi hiyo faida, lakini sio eti <coughs> mtu ainvest kiasi fulani halafu baadaye kwenye faida anayoipata, tena huyu mtu ndio aje tena agawane na wewe. Kwangu mimi hiki kitu naona ki make sense. Kwa hiyo hapa kuna sehemu ambayo wametuweka hata sisi watu ambao tunawafuatilia kwenye blank, kwa sababu hatujui. Sasa hizi ahadi zisipotimia, tumuize nani tugeuke tuambie Wanasimba, jamani, amnunui jezi ndio maana timu yenu isajili mchezaji mwenye X factor, ndio maana basi leno la iriza lijafika, ama tumuulize huyu mtu mdhabuni wa jezi bwana, what's wrong? Ama tuulize wao viongozi sawa, na tukatazame kwa kile ambacho likizungumza wakati anaingia katika uh, kandarasi hiyo ya kutengeneza na kusambaza uh, jezi za wekundu wa Msimbazi, Simba. Maneno aliyoyazungumza alikuwa kimkataba ama lizungumza kama bonus kwa kile ambacho amekipata katika uh, kufanya tenda hiyo, ilikuwa no, ni sehemu ya mm -hmm, ya bonus kwa sababu mkataba alikuwa ni wa usambazaji wa vifaa vya michezo vya Simba, yeah, kwa maana ya jezi na vitu vingine kama hivyo, uh, lakini hao mengine yalikuwa yanakuja baada ya yeye uh, kulizika uh, na au kufurahia biashara yake naawenda japokuwa wakati anazungumza hayo mm. Hakuweza uh, kutaja au kuweka sababu kwamba labda ikitokea hivi nitafanya hivi au kifanya hivi nitafanya hivi. Zilikuwa ni ahadi ambazo zimetolewa pasipaakuwa na conditions zozote, kama kitokea hiki nitafanya hiki. Kwa hiyo ni mambo ambayo inawezekana kabisa kwenye mkataba usimkamate ambacho okay, ni ile hela kwa mwaka. Mm -hmm. na bilioni tano na vitu vingine ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, hizo, hizo ni ilikuwa mambo mm -hmm. labda eh, msimu unaokuja atavaa jezi ambayo itatengenezwa na kampuni kubwa ya kimataifa hiyo, alitimiza tunaona kampuni imekuja kwamba atanuria basi kubwa eh, inairiza na kusema kabisa timu kubwa zinatumia basi makubwa. Kwa hiyo anatamani kuona pia Simba na wao wanatumia hivyo wa yeye akiwa kama mzabuni wa jezi na hilo basi. Nakumbuka mara ya mwisho aliulizwa, akasema mwishoni mwa mwezi huu Oktoba, mm. mm. eh, ndio ataweza kuileta. Akasema pia lazima klabu iwe na ofisi eh, ofisi zipo lakini kuwa na ofisi special nzuri ambazo zinaendana hazi ya club. Maana watu mm. walikuwa wanalalamika kuhusiana na pale Msimbazi zipo sokoni. Ah, yani, makao makuu rasmi, kwa sababu kule kwingine si kwingine, si kama hivyo, unaenda watu wa rents na nini yeah. mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. namna kama hayo, lakini uh, pia kagusia ishi ya uwanja kumtajenga na vyote mm. hivyo kuvizingatia, na huyo mchezaji pendwa mashabiki, ni vitu ambavyo vipo ni vi bonus ambavyo huwezi kumkamata kimkataba, lakini kwenye hali ya kawaida tu, nimegusia hapo mwanzo, ulikuwa hakuna condition yani, kwa condition kwamba ili mimi ni wape ili basi ambao nimewaahidi, ndio basi nahitaji kitokee hiki na hiki na hiki, ndipo basi ni wape, labda ile ni mm, niwajengee uwanja, inabidi kitokee hiki na hiki, ndipo nijenge uwanja. Haya yote hayakuwepo, kwa hiyo kitokee saa hizi unasikia kauli kama hizo, ni ishara ya kutosha. Inawezekana baadhi ni wakati wa furaha, basi walikuwa wanafurahishana na mwingine mm, akana akanazungumzwa lakini mimi sikutegemea kuona mtu anazungumza mambo hivi sasa kwa sababu ni mambo ambayo hata kipindi wanataja wana, wana mara ya kwanza hakuweza kuwekewa hayo masharti. Na kingine a uh, moja ya watu ambao wameuza jezi sana. Ndio? Ni wao Simba. Hii kuna mm. uh, mtu au nisi hapa na data kamili kwamba mm. wameuza kiasi gani. Lakini kwa ushahidi wa macho wao wenyewe kuna muda sheria kutamka hadharani kumbe ya mm. kwanza kwa kiasi fulani wa kwanza wa pili Maisha, kwa bachi ya kwanza ilikuwa ni, uh, kwa kwa ni, mm, kwa ni kwa takwimu zilizokuwepo zilikuwa ni piece milioni moja ambazo ndizo zilitangazwa zimeuzwa, kwani kwamba zilianza kuuzwa piece laki sita, halafu baadaye ukaingizwa tena mzigo wa piece laki nne mm. mm, kwa hiyo kama ni hizo piece la uh, milioni moja ambazo zimeuzwa, ukipiga mahesabu kwa hiyo bei ambayo mm, umetajwa hapo, pesa ambayo imeingia ni nyingi kuliko ile ambayo ipo ambayo imetajwa kimkataba ukitaka so, atakuja hata kwenye issue ya faida mm, bado anakuwa ametengeneza faida, ambapo huoni excuse yeye kwa nini asitimize yale ambayo aliyaahidi, eh, kama bonus kwenye sehemu ya kuingia huo mkataba. Lakini kingine, issue ya jezi fake sio mpya, haijaanza jana, haijaanza juzi. Yeye kama mfanyabiashara, wakati anakuja kuomba tenda ya kusambaza vifaa vya michezo vya Simba alikuwa anajua kabisa kwamba vita ya jezi feki ipo. Mm. E, na hata waliotangulia wenzake walikuwa wanapigana, anapigana hivyo hivyo. Mwaka ya juzi alikuwepo ali shambani kamwe na Hashim Ibwe wa Azam FC, walikuwa na walikuwa wametembelea sehemu ambayo uh, inasadikika kwa maana ilihifadhi godown ambayo lilihifadhi hiyo shehena ya jezi feki. Yeye kama mfanya biashara mzoefu kabla ya haja ya kuomba tenda alifanya research ya kutosha, akajua kwamba ama wahuni hawakosekani kwenye biashara na atajua namna gani yoyote na atajua namna gani ambavyo anaweza kama kuwatisha. amna haja kwa sababu okay. Mashabiki si, wa Simba, yes, yes, Simba, Simba. Wao mm. Watengeneza hizo fiki Mm. Anatengeneza ni wafanya biashara wenzie ambao yeye anajua namna ya kupambana na yeah. Ndio akiweza kumtishia shabiki wa kawaida mbele labda saizi